Kulingana na makadirio ya bajeti yaliyowasilishwa bungeni Jumatano iliyopita, serikali inapanga kutumia jumla ya shilingi trilioni 1.9 kwa ajili ya kulipa deni katika mwaka wa kifedha wa 2025 na 2026. Bajeti inayotarajiwa kusoma wiki ijayo na waziri wa Hazina ya Kitaifa John Badi, itafikia shilingi trilioni 4.2 ikiwa ndiyo deni kubwa zaidi katika historia ya Kenya. Aidha, kufikia mwezi wa Machi, deni la kitaifa lilikuwa limefikia shilingi trilioni 11.36 ikilinganishwa na bajeti ya sasa ya shilingi trilioni 3.9. Bajeti ya mwaka wa fedha wa 2025 na 2026 inaongezeko la zaidi ya shilingi bilioni 300. Ili kufanikisha matumizi yaliyopangwa, serikali inalenga kukopa shilingi bilioni 800 sabini na sita nukta moja kati ya fedha hizi, shilingi bilioni 284.2 zitakopwa kutoka kwa wafadhili wa kimataifa, huku shilingi bilioni 591.9 zikitolewa na benki za umu nchini. Kuongezeka kwa deni la taifa kwa kasi kumeibua wasiwasi wasi miongoni mwa baadhi ya wabunge, ikiwemo mbunge wa Kiaru Didi Nyoro ambaye alielezea kuwa Kenya imekopa shilingi trilioni 1 nukta tatu katika kipindi cha miezi mitatu tu, kiasi kinachozidi jumla ya deni lililokopwa na rais mstaafu Mwai Kibaki katika kipindi cha miaka kumi ambacho kilikuwa chini ya shilingi trilioni moja nukta mbili. It means we are borrowing in a few months what Kibaki borrowed in 10 years. Nyoro alionya kuwa ikiwa hatua madhubuti hazitachukuliwa, nchi itaendelea kudidimia katika mzunguko wa ukopaji na ulipaji wa madeni, huku riba ikiendelea kupanda na kulemea bajeti ya serikali. This issue of debt if we are not progressive enough and prudent enough as a country in just a few months to come wwill see the ramifications we do not want kenya to be a case study like sri lanka in the year 2002, 20020 in the year 2022 2023 the primary reason was taat hata hivyo matamshi yake ya kuungwa ya mkono na wote, waziri wa hazina ya taifa John Badi aliyapinga vikali, akiyataja kuwa si ya kuwajibika na kwamba yanaweza kuleta hofu isiyo ya lazima kwa wananchi. That is irresponsible statement. It is irresponsible, it can cause panic. Baadhi yaliohakikishia Wakenya kuwa serikali inafanya kila jitihada kudhibiti madeni na kuepusha mgogoro wa kifedha. Nikiripotia mtazamo wa Dira runinga ya Tandao, jina langu ni Faith Nanjala.